Shalom, shalom, mtu wa Mungu wa thamani, karibu kwenye kipindi cha tano cha Take a Step, kinachoitwa Chukua Hatua, anza kutoa. Watu wengi sana tuna, najua watu wengi sana hapa kwa leo, nisikiliza hapa, tunatamani kuwa na mafanikio tunatamani kufanikiwa katika Mungu. Uh, tunatamani kuwa na uchumi mzuri, tunatamani kuwa na uchumi bora kufanya uwekezaji na vitu vingi sana vya kiuchumi, na ni jambo zuri kabisa. Na wakati huu kanisa hasa la Tanzania lipo kwenye uamsho kim, kimsingi kanisa la dunia nzima lipo kwenye uamsho kutoka kwenye baadhi ya namna ambavyo kanisa lilikuwa linafikiria na kutenda zamani, kuingia kwenye zama mpya au kwenye msimu mpya wa tofauti, na moja kati ya kitu ambacho nimegundua Mm, katika muda wangu mchache sana huu ambao nimeanza kumtumikia Mungu hivi karibuni, kitu ambacho nimegundua nimegundua kati ya eneo ambalo linapata uamsho mkubwa sana ni eneo la uchumi, na hii ni habari nzuri sana kwa sisi a watu ambao tumeokoka, kwa sababu kama watu wanapata mwamko kwenye eneo la uchumi, kwa hiyo tunategemea kwanza kuwa na Makristo, na Wakristo matajiri na wakiwa wana Mungu sasa. Watu wengi kwa sababu ya uamsho kumekuwa kuna maarifa mengi sana ambayo yanazungumzia namna gani ambavyo Wakristo eh, wana possibility kubwa sana ya kufanikiwa kwa sababu tu wanamwamini Kristo ambaye alikufa msalabani kwa ajili yao. Kwa sababu Yesu msalabani hakushughulikia swala la dhambi tu, wengi tumekuwa tunasikia maarifa na tunayafahamu kabisa kwamba Yesu hakushughulikia dhambi tu, alishughulikia umaskini, alishughulikia magonjwa na mambo mengineyo mengi eh, ambayo wengi tumekuwa tukiyafahamu sasa pamoja na kwamba watu wengi tunafahamu kabisa kwamba saa hii Mungu anakusudia kuwa na aina ya wakristo ambao wana uimara au wana misingi mizuri ya kiuchumi, pamoja na kufahamu mambo yote haya lakini eh, pamoja na kufahamu pia kanuni zote eh, za uchumi ambazo watu wanafahamu, kwa sababu wakiishi hizo kanuni zina uwezo wa kuwapeleka uh, kwenye hatua mpya ya mafanikio ya kiuchumi, pamoja na kwamba mambo yote haya, lakini bado kuna Mkristo ananisikiliza hapa mwingine uh, hajaanza kuchukua hatua, kuanza kuziishia hizo kanuni. Kwa hiyo huyu mtu amebakia tu kuwa ni mtu anayesema kwamba kanisa tunaelekea kwenye revival ya kiuchumi lakini yeye hayuko kwenye pati ya revival ya kiuchumi sasa moja kati ya watu ambao tunatamani mtu wa Mungu eh, nikiseme kiseme na, na kikusaidie kukuamsha ndani yako ili kwenye huu uamsho wa, wa kanisa wa kiuchumi na wewe mtu wa Mungu uwepo ni kwamba kuanzia leo jitahidi mtu wa Mungu kuanza kuziishi hizo kanuni. Usije ukaishia kwenye kusema na kuhamasisha wengine kwamba tunaingia kwenye uchumi mpya wa kanisa, tunaingia kwenye uchumi bora, nimekataa kuwa mkristo maskini, ukaishia kuwa mtu wa kuongea tu, alafu usifikie kwenye vitendo au kwenye eh, manifestation ya yale ambayo ulikuwa unayasema. Sasa kuna kanuni nyingi sana ili kumsaidia mtu kuwa imara kiuchumi, lakini moja ya kati ya kanuni ambayo mimi leo nimetamani kuisema na na kukukumbusha kuanza kuchukua hatua kuitendea kazi ni kanuni ya sadaka, kati ya kanuni muhimu sana ambayo hakuna mtu aliyefanikiwa yeyote, aidha upande wa nuru au upande wa giza, haitendei kazi ni kanuni ya sadaka. Wewe unaweza kuwa shahidi kuna mtu baba, unamuhisi kabisa ni kama vile hajafanikiwa kwa msingi wa maandiko, lakini wewe ni shahidi, kuna wakati huwa anafanya mambo ya kiutoaji, na kuna uwezekano labda huwa anatoa mpaka kanisani kwenu. Kwa hiyo utagundua hawa watu kuna hizi kanuni ikiwemo ya utoaji wanaifanya sana. Kwa hiyo, nimefuatilia kidogo kwenye tafiti zangu, nimegundua ya kwamba kanuni ya utoaji ni kanuni ambayo ni moja kati ya kanuni ambayo inafanywa na watu wa giza, inafanywa pia na watu wa nuru. Sasa sisi kama watu wa nuru kati ya kanuni zote ambazo nazifahamu kuhusu utoaji, nipo hapa kuzungumzia kanuni ya utoaji. Mtu wa Mungu, hakikisha unachukua hatua, unaanza kuwa mtoaji. Ogopa sana, kama kuna kitu mimi nimekikataa, nimekikataa kuwa mtu ambaye tu nitayazungumzia mambo kwa mdomo, alafu watu hawatayaona matendo au matokeo ya mambo nayazungumzia kwao. Nimejitahidi walau kujitahidi, walau unapozungumzia jambo kuanza kuchukua hatua. Kwa nipo kuongea na wewe ambaye pengine umekuwa ukizungumzia ili jambo labda mara kadhaa, au umekuwa ukijitahidi mara kadhaa, lakini hauja kwenye sehemu ya kuchukua hatua kuanza kuwa mtoaji. Kama hakuna mtu wa giza wa aliyefanikiwa isipokuwa ame, ametii kanuni ikiwemo kanuni ya utoaji, basi mtu wa Mungu, nakuhakikishia, anza kuchukua hatua kuwa mtoaji. Na kwenye utoaji, kwenye ufalme wa nuru, kuna sadaka za aina nyingi sana, kwa mujibu wa maelezo ya Roho Mtakatifu. Lakini kuna sadaka mbili tunataka niziseme hapa, ambazo pengine wengi tumekuwa uh, tumekuwa hatuzichukulii kwa uzito mkubwa sana. Moja ni sadaka ya zaka, sawasawa na maandiko kwenye kitabu cha eh, Malaki tatu kumi, andiko maarufu sana: leteni zaka kamili ghalani mwangu, ili kiwepo chakula cha kutosha, mlijaribu kwa njia hii, mwone kama sitafungulia madirisha ya mbinguni, mwone kama sitafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka kwa na kwa maana hiyo sasa, hii uh, hii ni sadaka ya zaka ilikuwa inaelezewa hapa, na sitaki sana kuelezea kwa undani kuhusu zaka, lakini pia kuna sadaka nyingine ambayo nataka nizungumzie, ni sadaka ya dhabihu. Pia sitaiongea kwa undani, ila nitasema tu kwa ujujuu na na na na, wewe utakuwa na, na nafasi ya kwenda kuyaishi haya bora yasema au kuchukua hatua sasa, kama ulikuwa umedelay kuchukua hatua tena, kurudi kuanza kuyafanya mambo uh, au hii kanuni kuanza kuifanya kwa uaminifu sawa sawa na maelekezo uh, kwa kuna sadaka hiyo ya zaka na kuna sadaka dhabihu. Kwa hiyo unapoanza tena kuchukua hatua kurudi tena kwenye utoaji mzuri, kurudi tena kwenye utoaji, hakikisha unarudi tena kwa kishindo, kwa mujibu wa maelekezo ya Roho Mtakatifu. Sana sana eh, sadaka zote ni bora, sisemi kama hizi mbili ni bora zaidi kuliko zingine. Sadaka zote ni bora, lakini unaporudi tena tilia maanani sadaka ambazo Roho Mtakatifu atakuwa anataka uzitoe, hasa hasa akikutaka utoe sadaka ya dhabihu au sadaka ya dha, ya zaka, jitahidi kutoa kwa uaminifu, kwa sababu hakuna namna ambavyo unaweza ukaingia kwenye viwango vipya vya mafanikio kama Roho Mtakatifu hajathibitisha utoaji wako. Na utoaji utakusaidia mambo mawili makubwa. Moja, utakusaidia kuaminiwa na Roho Mtakatifu kwenye mambo madogo, ili Mungu akuingize kwenye mambo makubwa. Kwa mfano, unaweza kuwa na biashara ndogo tu ya mtaji milioni moja, kwa sababu ya uaminifu wako wa kutoa zaka na sadaka zingine, ambazo Roho Mtakatifu amekuwa akikuhimiza, ikamfanya Mungu kukuamini kuingia kwenye biashara yako kuipandisha mpaka kuwa na mtaji milioni tano, kwa sababu maandiko yanasema hivi, umekuwa mwaminifu juu ya madogo, nami nitakuweka juu ya yaliyo makubwa. Kwa hiyo tunapokuwa waaminifu kama madogo, ina uwezekano mkubwa sana kuaminiwa juu ya mambo ma kubwa kwa hiyo anza kwa uaminifu kutoa zaka kwenye mambo madogo, na Mungu atakuamini kwenye makubwa. Umuhimu wa pili wa sadaka: sadaka inakusaidia kuubakiza moyo wako kwa Mungu, sio kwenye vitu. Mungu anapokuwa anakusaidia kukua kwenye mali huwa na kawaida ya kupima kuona, je, moyoni mwako umeweka vitu au umemweka yeye? Kwa hiyo utakapokuwa mwaminifu kwenye kutii sadaka ambazo Roho Mtakatifu atakuwa akikwambia, itakusaidia sana, itakusaidia sana moyo wako kuwa kwa Mungu sio kwenye vitu. Na mtu ambaye Mungu anaweza akamwamini kumpa mali ni mtu ambaye hajaweka mali moyoni, ila ameweka Mungu, ndio Mungu anaweza akampa mali. Unapokuwa umeweka mali moyoni na sio Mungu, ni vigumu Mungu kukuamini kukupa hizo mali nje. Atakuacha ukaenazo moyoni tu mpaka siku utakapozitoa moyoni ndo Mungu anaweza kuamini kot zomali nje. Kwa hiyo mtu wa Mungu ambaye anasikiliza hapa na mtu wa Mungu ambaye umeshafahamu hii kanuni na unaifahamu kabisa, na kuna wakati kabisa ulikuwa mtoaji mzuri kabisa wa hizi zabihu, Roho Mtakatifu akisema na wewe eh, labda kwa yule ambaye asifahamu sadaka ya zabihu ni nini, sadaka ya zabihu ni sadaka ambayo mtu anaitoa kwa maelekezo ya Roho Mtakatifu, lakini sadaka ambayo tafsiri ya haraka ambao watu hao wanaifahamu au watu wa wanaisema ni sadaka kujimaliza, lakini kwa sio neno rasmi sana kama kusema sadaka kujimaliza, ni sadaka ambayo ni kama vile unatoa sehemu kubwa au unatoa sehemu yote ya mali ulionayo kwa Mungu, kwa mujibu wa maelekezo ya Roho Mtakatifu. Nimesema kwa mujibu wa maelekezo ya Roho Mtakatifu, kwa sababu kuna watu wengine wajua sadaka za dhabihu ni sadaka za kukurupuka tu. Hapana. Kuna wakati Roho Mtakatifu unaweza ukawa una kitu labda una laki moja. Ah, na Roho Mtakatifu akakutaka utoe yote au akakutaka utoe sehemu kubwa sana yola, ya hiyo laki moja hiyo, ndio sadaka ya dhabihu Kwa hiyo mtu wa Mungu, ulikuwa unafahamu haya yote pengine au umeyafahamu hapa kwa undani na kwa ubora kabisa. Unapotoka hapa fahamu kabisa kwamba kanisa linaelekea kwenye msimu mpya wa revival, wa msho wa kiuchumi revival in economics kwa kwenye hii uamsho wa kiuchumi kanisa linapoelekea, Mungu anakusudia kuwabariki watu wake, kuwabariki watumishi wa Mungu na watu wa kila eneo ili saa hii kanisa liwe lina sauti kwenye nchi liwe lina sauti duniani kote. Na Mungu kwa sababu anavutiia kwa wabariki watu wake, atawataka wawe kwenye kanuni, na moja ya kanuni ya msingi ambayo atakuwa akiangalia ni, ni kanuni ya utoaji. Na kwenye utoaji hapa nimesema kuna sadaka nyingi sana ikiwemo zaka na dhabihu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu atakapokuwa akikuimiza kwa bale ya utoaji mtu wa Mungu, kuwa mwepesi kumtolea Mungu, ili uwe moja kati ya watu ambao sio tu utazungumzia uamsho kwa mdomo, ila utakuwepo kwenye huu uamsho kwa vitendo. Kataa kuwa mtu ambaye utazungumzia uamsho wa kiuchumi na hautakuwa ndani ya huo uamsho wa kiuchumi. Kwa hiyo, pengine wakati ulikuwa unafanya vizuri sana, lakini labda urudi nyuma, saa hii chukua hatua. Anza tena kuwa mtoaji, anza tena kuwa mtoaji. Mungu amekwambia toa hiyo sadaka maza kwenye madhabahu fulani. Roho Mtakatifu amekuelekeza peleka hiyo sadaka kwa uaminifu, usipunguze. Unafanya biashara, unafanya kazi, unapata mshahara, toa fungu la kumi kwa uaminifu sawa sawa na maelekezo ya Roho Mtakatifu. Anapokuelekeza toa kwa uaminifu, ili uwe sehemu ya watu kwenye huo uamsho wa kiuchumi ambao unakuja. Kwa jambo yote ambalo unalifanya hakikisha unakuwa makini na sadaka sahihi. kwa sababu ni moja ya kanuni ambayo itakusaidia kuaminiwa na Mungu ili na wewe kuwa moja kati ya watu ambao wataingia kwenye uamsho wa kiuchumi. Chukua hatua, anza kumtolea Mungu kwa uaminifu na kwa usahihi, kwa mujibu wa maelekezo ya Roho Mtakatifu, na utakuwepo kwa hakika kwenye hiyo pati ya uamsho wa kanisa eh, ambayo Mungu amekuwa akisaidia kuiona. Mungu akubariki sana, uwe na wakati mwema.